Ibada ya funga ndugu zangu wa Islam ni ibada tukufu mno, na Mwenyezi Mungu alipozitaja ibada nyingine zote alitaka kuonyesha utukufu wa saumu, akasema kullu amalin yaamaluhu bnu adama lahu, hakika amali zote anazozifanya binadamu ni zake yeye, kwa maana kwamba anaweza kujua kima cha amali yake, faida yake na thawabu zake ngapi, ila saum. Hapo akaitenganisha saumu na ibada nyingine, akasema iacheni saumu, hiyo sijamkabidhi mtu mimi, ila sawm fa innahu li, saumu hiyo mimi nimeikabidhi mwenyewe nafsi yangu, na, na saumu hiyo iko mikononi mwangu, ni yangu mimi Mwenyezi Mungu anasema na kama saumu ni yangu mimi, fa ana ajzi bihi, na mimi ndo mwenye kujua kima na thamani na thawabu na kiwango cha kheri mtakazomlipa mtu mwenye kufunga. Kwa nini anasema hivi Mwenyezi Mungu kuhusu habari ya saumu? Naam, ebu zisome aya za saumu, uangalie uzito

na huwezi kukiona kilima cha kutiba kutiba, yani fi'lu yubna ala al-majhul. Ukipati katika Qur'ani kilima cha kutiba, isipokuwa mbele ya kutiba kuna amali ambayo ni nzito mno. Kila unaposoma Qur'an, fungua suratul muttaqin, suratul baqara Suratul Baqara ndo imekusanya vilma vya kutiba kutiba kutiba na kutiba. ni fi'lun mabniyun lilmajhul Utakapoona kutiba, mbele ya kutiba kuna amalun shaqqun. Habari inayoelezewa baada ya kutiba inastahamilia mashaka na uzito na inabeba ukubwa wa uzito wa aina yake. Utakupa mfano mmoja, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl, yaani enyi mulioamini mmefaradhiwa na kuandikiwa juu yenu mkalazimishiwa kisasi kwa watu walioua, man qatala yuqtala. Kisasi katika jambo la kuua sio jambo dogo, ndio maana limekuja limeambiwa kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Hiyo moja, jambo la pili anasema kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut. Hapa kataja kifo na kifo nakiona kwamba na ni kidogo, kifo ni jambo zito linalotetemesha ardhi nzima. Leo kila mmoja anatafuta possibility ya kuishi ulimwenguni milele, hamna kifo. Na rehma zake Mwenyezi Mungu kajalia kifo ni siri baina yake yeye mwenyewe na laitani ingekuwa kituarifisha tu kwamba binadamu tutampa uwezo wa kujua lini anakufa. Sasa hivi tunao miongoni mwetu sisi watakaokuwa hawafiki kesho, kesho kutwa, mpaka mwaka ujao, lakini hatuna habari. Tunaishi tukiishi bila ya kujua kwamba pengine zimebaki siku saba, mbili, tatu, mwaka hakiuni lakini niambie kama Mwenyezi Mungu angekuwa ametujulisha jambo hili, yani leo umekaa hivi lakini unajua bwana Ramadhani ya kumi na tano ndo unaondoka duniani, nipe habari. Ingekuwa mtu anajua Alhamisi ijayo ndo anakufa, anaondoka, ingekuwake nam wengine tungekufa kabla ya hiyo siku, aingefika haijafika unakufa mwenyewe na ile wasiwasi lakini wasi. Mungu kaeka hekima zake, hakuna mwenye kutambua mpaka siku ikifika, unaondoka. Sema kutiba alaikum idha ida hadara ahadakumul maut in taraka khayran lainakuzunguziwa, pele kuna habari nzito nainokua na na mashaka kapika. Na nasio hiyo azungumzia naswala wengine anasema Mungu, kutiba alaikum lqitalu waan vita vita vita na na karaha, ni kitu ambacho watu wanakichukia. Sasa hivi vitu vyote tumeviona kwamba ni vizito, ndio maana Allah anasema kutiba. Sasa saumu uzito wake ni anasema Mwenyezi Mungu kutiba alaikum siyam, kama ilivyokuwa mauti, ilivyokuwa kisas ili wapo kitai na saumu, nayo ina uzito wake, na uzito wake hapa tuutaje. Nafsi inakaa kutoka asubuhi mbajioni, haijaonja kitu, binadamu kwa kupenda kula, binadamu kwa sababu ya kupenda vizuri vizuri, leo anaambiwa vyote hivyo viache, pamoja na kuwa una haja, lakini mfuate Mola wako, kutiba alaikumu siyamu mumefaradhiwa juu yenu kufunga, eni Waislamu anyway, na kufunga huko sio kwa kula tu. Wengi wetu tunafahamu kwamba eti kufunga ni mtu kuzuia mdomo wake usipite chakula au kinywaji. La mmoja katika masahaba anasema, ahwanu siyami siyamun ani taami washarab, saumu nyepesi sana ni saumu ya kufunga mtu asile chakula au asinywe kinywaji. Hii ni moja katika saumu nyepesi mno, lakini yapo mambo mengine ambayo ni mazito, mtu anaonekana kujizuia nayo, na sisi tumeelezwa haya yote tujizuie, ili saumu yetu iwe sawa na iwe safi na iwe na thamani mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mtume anasema rubba saimin laisa lahu min saumihi illa al-ju' al wa al-'atsh. Wapo wengine wanaofunga hawatopata katika saumu zao isipokuwa natija ya njaa na kiu, basi hakuna thawabu zozote mtu atakazozipata. Hadithi hii inaonesha wazi kwamba kufunga sio kwa chakula tu au kunywa nini. ya Rasulullah, mtume anasema wapo watu watakuja kupata katika saumu zao walizofunga, hawakuambulia kitu isipokuwa kukaa na njaa li na kukaa na kiu limadha, liannahum lam yatamassaku bishuruti wala bisiamihi biakmali. Hawakukamatisha nafsi zao na kile kilichokuwa kimepangwa kiachwe katika saumu ya Ramadhani. Waliona tu ni chakula basi, wakaona tu ni kinywaji basi, kumbe sio saumu hiyo tu Ndo bwana mtume akasema, man lam yadaa qawla zur, kama mtu hawezi kuacha kusema uongo, wala walamalu bihi, na kuutumia uongo, falaisa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu, aina haja kuacha chakula chake na kinywaji chake. Mtume anakiambia kama mtu hawezi kuacha uongo, na kama mtu hawezi kuacha uongo na kuutumia uongo ule sika na faida gani kuacha chakula na kunywa. Anamaanisha wanamtume kwamba unapokuwa unasema uongo ndani ya saumu, inadistroa uongo ule saumu yake mpaka unakuwa huna kitu. Na baadhi ya sahaba wamechukua amali kwa hadithi hii kwamba ni kweli kabisa, mtu mwenye kusema uongo saumu yake inaharibika moja kwa moja.